Imekamilika. sehemu ya pili ni nasaha na tuna wasemaji wawili ambao watatunasihi katika jioni ya leo kabla ya kutolewa baraka ya kilichoandaliwa. Lakini wakati tunaelekea kutoa nasaha, tutambue uwepo wa mashekhe zetu ambao wapo hapa. Sheikh Muhammad Marina ambaye ni makamu mwenyekiti wa Jaimat mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia tunaye Sheikh Said Sadiq Muyenga ambaye ni mjumbe wa idara ya dawa Jaimat Taifa. Vile vile vile tunaye Sheikh Juma bin Sadiq ambaye ni mjumbe wa suluhishi Jaimat Taifa, lakini pia tunaye Sheikh Majaliwa Suleiman Kauto ambaye yeye ni mwenyekiti wa Jaimat wilaya Kinondoni tunaye Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali, huyu ni mshauri wa umoja wa hadhir wa Kiislamu Tanzania. Lakini pia Sheikh Sabasi Bul Kubra, naye pia ni mshauri katika kitengo cha da'wa umoja wa hadhir wa Kiislamu Tanzania. Vile vile tunaye al Al-Habibu Ustadhi Saidi Mwipopo, huyu ni muhadhir wa kimataifa kutoka jumuiya ya umoja wa hadhir wa Kiislamu Tanzania. Tunaye al Al-Habibu Ustadhi Siddiq Godigodi lakini pia tunayo Alhabibu Ustadh Abdulaziz katika wasemaji wa jioni ya leo, wa kwanza ni pacha Shekhe Abdulaziz fadal, mashkuran, uje tuzungumze na Waislam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

Ubayi, Allah ameniamrisha unisomee suratul bayyina. Ubayi akashangaa, ya Rasulullah, aaqra wa alayka wa alayka unzila? Ya Rasulullah, vipi mimi nitafungua kinywa changu kuisoma Qurani mbele yako bwana mtume, na wakati Qurani imeshuka kwako Bwana mtume? Akamwambia, hii ni amri ya Allah. Ubayi akamgeukia mtume, abe ya Rasulullah, wasamani Allah kanitaja kwa jina kwamba mimi ndo nikusomee wewe? Mtume akamwambia wasamaka kakutaja, fabaka Ubei, Ubei akaanza kulia. Nimesimulia historia hii ni kwa sababu ya amiri kuninyanyua hapa mbele. Mimi sikuwa na sifa ya kusimama mbele ya mimbari hii. Kwanza hapa yupo mwalimu wangu Shekhe Yusuf Diwani Al-Kubra, huyu ni katika walimu wangu. Kwa hiyo kusimama hapa kusema ni kwa sababu tu ya amri ya amiri. Huyu ni amiri wetu

fala yastatiuna raddaha wala hum yunzaruna sadaqa llahu al-aliyyi al-azim. Namwomba Allahu subhanahu wa subhanahu, hizi aya tulizozisoma tuandikie katika vitabu vyetu, na siku ya kiyama tupe vitabu vyetu kwa mkono wa kulia. Ndugu zangu, baadhi ya ulamau tafsiri wanasema hizi aya zilitelemka baada ya Allahu subhana kumuona bwana mtume akiwa katika huzuni kubwa. Mtume Allah alivyokuwa akimwona yuko katika huzuni, alikuwa akimtafutia sababu ya kumliwaza, na hata mashekhe wetu wanatuhadithia. Nimemsikia shekhe Yusuf Diwani akisimulia kisa cha Isra na Miraj, asema sababu hasa ilikuwa ni Allah kumliwaza bwana mtume baada ya kuondokewa na vipenzi vyake, aliondokewa na mke wake kipenzi Khadijatu lkubra na babu yake akimpenda sana, Abdul Muttalib alikuwa akimlinda. Sasa ule mwaka ukaitwa Amul Huzni kwa sababu ya huzuni ya bwana mtume. Allah alipoona huzuni ya bwana mtume, akamwita kule kwenda kumliwaza. Sasa na hizi aya, baadhi ya ulama wanasema ni huzuni ya bwana mtume, aliteremka Jibril alaihi wa ala nabiyina salatu wasalam kwa bwana mtume, akamwambia ya Rasulullah, usilale katika kita chako usiku wa leo, kwa sababu wahuni awamajangili wamepanga usiku wa manane katika daru nadwa wavamie chumba chako wakuwe, kwa hiyo usilale katika kitanda chako. Mtume kama binadamu akaona huzni kwamba hivi heri zote ninazowatakia nikiwaonyesha njia ya kukuchomoeni katika mashimo ya moto wa Jahannam, faman zuzia ani nari wa udkhila waudhila ljanna faqad faz kukuonyesheni njia kukutoeni katika mashimo ya moto kukuingizeni peponi, ndo dhambi yangu ya mimi. Huznu wa Bwana Mtume, ukisoma katika sira, alikuwa akienda mpaka jabali Hira kabla hajapewa utume, akifikiria namna gani atawaokoa ndugu zake na moto wa jahannam. Sasa fikira yake, hamu yake, shauku na ragba, awaone ndugu zake wote wakienda peponi, lakini wao malipo yake ni kupanga kumuua, wama naqamu minhum

Sijawahi kujalia kiumbe majaalna libashari min qablika, kabla yako wewe, sijawahi kuumba kiumbe ki chochote kwamba kitabaki milele. Hata wale walioimba itabaki milele ni milima, ni ujinga, wala hawajui hakuna kitakachobaki milele hata hiyo milima. Wayasalunaka anil jibal, fakul yansifuha rabbi nasfa, surati taha

Si wewe tu, hata wakikua afa imita hata afamita wakikua afa imata au kutila mkalabtu, hata ukifa au wakakua wao, ndo tabaki milele hata wao wataondoka. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, bwana mtume analiwaziwa na Allah subhana wa subhana. Lakini katika kuliwazwa kwa bwana mtume kuna darsa kwetu sisi, zimekuja aya takriban sita kama sisahau, mwalimu wangu Sheikh Yusuf sabasi al-kubra, na kuona umetulia, mashaallah ma

Kila kicho katika mgongo wa ardhi kitaondoka. Malaika wakasema sisi, hatutakuwa sisi, haituhusu sisi, tuko huko mbinguni. Ikashuka aya katika surati al-Qasas, kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaondoka. Ndugu zangu na wazee wangu watukufu wa Kiislamu, huu ndio utaratibu wa mwanadamu kwamba lazima popote, itaka mama qala al-umur fala budda min yasiru ila al-qabri. Vyovyote, hata ukiishi miaka elfu moja miaka elfu tisa utaondoka katika mgongo wa ardhi na kujiuliza kwamba ndio kama kuondoka, ndio ishaandikwa rufiatil aklam wa jaffati asuf. Ehe, baada ya kuondoka na nakuwa sehemu gani? kuondoka hapa duniani lazima nitaondoka. Ehe, baada ya kuondoka kinachofuata ni nini? Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu taala alayhi wasallam anasema alqayisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da almaut. Mwenye akili timamu ni yule anayefanya maandalizi ya safari hii ya akhira. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema ikthiru min dhikri hadhi min ladhat, kithirisha kujitaja hichi chenye kukata ladha ya maisha ya dunia. Ndugu zangu na wazee wangu watukufu wa Kiislamu. Tufanye maandalizi ya kurudi kwa Allah. Kwa sababu hakuna namna, hakuna namna ya kubaki katika dunia, lazima tutaondoka. Shairi mmoja aliwahi kusema, nasikiliza washairi wenye akili timamu

Malilibad, hana mja hana sehemu ya kwenda kufikia ndugu zangu, isipokuwa ni sehemu mbili tu. Mwanadamu baada ya kuondoka katika dunia hana pa kwenda isipokuwa ni sehemu mbili. la lil mar'u ghayruhuma fandhuru li nafsika ayyad dar. Bas, tizama baada ya kuondoka kwako kwa nafsi yako itakuwa katika sehemu gani? imafil janna ljanna in amilta bima yurdhililahu, peponi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

sifuri moja sifuri au sifuri saba nane nane miatatu mia tano, na mitandaoni ni at